Ni tarehe moja mwezi Julai mwaka elfu mbili ishirini na tano. Hujambo na karibu katika matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Sarafina Narobi. Tulionayo katika Amka na BBC leo hii Mashirika mbalimbali ya misaada yametaka kufungwa mara moja kwa shirika la usambazaji chakula linaloungwa mkono na Israeli na Marekani katika ukanda wa Gaza. Polisi nchini Kenya wanasema wamewakamata watu mia tano wanaohusishwa na maandamano ya wiki iliyopita yaliogeuka kuwa ya vurugu. Na kwenye gumzo leo hii tunaangazia biashara katika sekta utali, ya utalii baada ya mji wa Venice kuanza kuweka mikakati ili kudhibiti utalii wa kupindukia. Tumezoea ya kutangaza tu utalii wa wanyama na utalii wa beach lakini tunasahau kutangaza utalii mwingine kama utalii wa kiutamaduni na, na kwa sasa nampisha mwenzangu Beldin Waliaula kusomea muktasari wa habari za dunia. Karibu Beldin. Asante sana Baadhi ya mashirika ya kutoa misaada yametoa wito pamoja na kutaka shirika la kusambaza chakula eneo la Gaza la Gaza Humanitarian Foundation GHF linaloungwa na, na Marekani kufungwa mara moja. Mashirika mia moja thelathini ikiwemo Oxfam, Save the Children, Amnesty International na mengine wameshtumu shirika hilo la GHF kwenda kinyume na sheria za kimataifa. Mamia wa Palestina wamepigwa risasi na kufariki ukijaribu kufikia chakula cha misaada kilichoko katika vituo vya shirika hilo lilochukua usukani wa kusambaza chakula mwezi mmoja uliopita. Rais wa Marekani Donald Trump ametia saini amri ya kuiondolea rasmi Siria ya vikwazo. Msemaji wa ikulu ya White House kupitia taarifa kwa vyombo vya habari alisema hatua hiyo itaisaidia kukuza uchumi wa taifa hilo ambao umeathirika pakubwa kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vilidumu kwa muda mrefu. Ripoti hii kutoka White House inasema Siria ilichukua hatua chanya ambayo inaashiria kuwa taifa hilo litaimarika hivi karibuni. Muungano wa The Congo River Alliance, ambao ni muungano wa makundi yaliyojihami mashariki mwa DRC na unaojumuisha pia kundi la waasi la M23, wameishtumu serikali ya taifa hilo kwa kulipua ndege moja ambayo inabeba watu ambayo ilikuwa inasafirisha misaada katika kijiji cha Minembwe, Kivu Kusini. Nastia Mohamed na maelezo zaidi. Kundi hilo limedai kuwa ndege hiyo iliyolipuliwa na serikali ya DRC ilikuwa imebeba bidhaa muhimu ikiwemo dawa na chakula ambazo wakazi wengi wa eneo hilo wanahitaji. Vile vile limeshtumu serikali ya DRC kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Serikali ya DRC bado haijajibu madai ya kundi hilo. Tukio hili linajiri siku chache tu baada ya DRC na Rwanda kuafikia makubaliano ya kusitisha mapigano mashariki mwa DRC mjini Washington. BBC, imeandikia serikali ya Congo ili kutaka kujua jibu lao kuhusu madai hayo. na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC imesema ilishambuliwa kwenye mitandao katika mkutano wa NATO uliofanyika wiki iliyopita mjini The Hague. Hata hivyo, mahakama hiyo imesema waliweza kudhibiti mashambulio hayo ya mitandaoni kwa haraka. Mahakama ya ICC huchunguza na kushughulikia kesi zenye uzito mkubwa duniani kama vile mauaji ya kimbari, uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya e binadamu. Hii ni BBC. Awa habari umesomwa na Beldin Waliaula. Unasikiza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC na unaweza kuyapata matangazo haya kupitia redio wa shirika mbalimbali mbali. Pia unaweza kuyapokea matangazo yetu kwenye intenet katika BBC Swahili.com ama kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. hilio uko nami Sarafi Nairobi nikiwa katika studio zetu mjini Nairobi. Tukianza ni kuwa mashirika mbalimbali mbali ya misaada yametaka kufungwa mara moja kwa shirika la usambazaji chakula linaloungwa mkono na Israel na Marekani katika ukanda wa Gaza. Na Steha Muhammed na maelezo zaidi mashirika hayo yanaishtumu shirika hilo la kutoa misaada la wakfu wa Gaza kwa kukiuka taratibu zote za kimataifa. Mamia ya Wapalestina wameuawa wakijaribu kupata chakula cha msaada katika kituo hicho cha GHF. Mashuhuda na wahudumu wa afya wanasema kwamba zaidi ya watu ishirini wameuawa wakati ndege ya kivita Israel iliposhambulia mgahawa karibu na ufuo wa bahari. Mgahawa huo ni maarufu na waandishi wa habari. Mpiga picha mmoja maarufu ni miongoni mwa walio Wawa. Kwa ujumla wa Palestina sitini waliuawa eneo la Gaza na jeshi la Israel siku ya Jumatatu. Jeshi la Israeli bado halijotoa tamko lolote kufuatia tukio hilo, wakati huo limeendelea kutoa maagizo yanayotajwa kuwa makubwa zaidi ya kuhama Gaza tangu vita na Hamas vianze tena mwezi Machi. Ali Abu Atelia ambaye alishuhudia mashambulizi hayo anaelezea alichokiona. Hata wakati nilikuwa na furaha nikiwa nimekaa kwenye mgahawa kisha kumbawa na kulenga watoto, wanawake, wanaume na wafanyakazi hakuna aliyeponea. Kuna uvumi katika vyombo vya habari vya Israel kwamba baadhi ya majenerali wanaona kuwa jeshi linakaribia kukamilisha malengo yake katika ardhi ya Palestina. Vikosi vya uokoaji vilihamisha miili ishirini na makumi ya majeruhi kutoka mgahawa wa Albaka, hasa ukumbi wa nje ambao ulikuwa na mahema kando ya ufuo. Aliongeza kuwa wafanyikazi wa dharura walikuwa bado walikuwa bado futa watu kwenye shimo refu lililotokea baada ya mlipuko huo. Mgahawa Albaka ni maarufu kwa waandishi wa habari, wanaharakati na wafanyikazi wengine kutokana na huduma zake za mtandao. Vikosi vya uokoaji vilipata miili ya watu watano, huku makumi ya raia waliojeruhiwa wakihamishwa hadi hospitali ya Al Ahli katika jiji la Gaza. Nam ni taarifa yake na Steha Muhammed. Tukiendelea ni kwa polisi nchini Kenya wanasema kuwa wamewakamata watu mia tano kuhusiana na maandamano ya wiki iliyopita yaliyogeuka kuwa ya vurugu. Mkurugenzi wa upelelezi wa jinai Mohamed Amin alielezea kuhusu ongezeko la visa vya uhalifu kufuatia wizi wa silaha wakati wa machafuko hayo. Akisa Wandera ana maelezo zaidi. Mkurugenzi Muhamed Amin alisema kuwa watu 485 walikamatwa katika maeneo mbalimbali nchini huku 448 kati yao tayari wakifikishwa mahakamani. Washtakiwa hao wanakabiliwa na mashtaka ikiwemo mauaji, ugaidi, ubakaji uporaji na mashambulizi dhidi ya maafisa wa polisi. Akiwahutubia waandishi wa habari jijini Nairobi, Amin alisema kuwa ripoti za kijasusi zinaonyesha kuwa baadhi ya watu walikuwa na maagizo mahususi ya kushambulia taasisi za serikali na vituo vya usalama. Aliongeza kuwa wachunguzi wamekamata silaha, simu za mkononi na vifaa vingine vinavyodaiwa kutumika kuratibu vurugu hizo. Maafisa wa polisi kumi na moja walijeruhiwa vibaya wakati wa maandamano hayo, baadhi yao wakiwa katika hali maututi. Mamlaka pia zinasema baadhi ya silaha za polisi zilizoibiwa zilitumika katika visa vya uporaji na kutumia nguvu vilivyoripotiwa siku iliyofuata. Hata hivyo, mashirika ya haki za kibinadamu yamekosoa vikali jinsi maafisa wa usalama walivyoshughulikia waandamanaji, yakisema kuna ushahidi wa matumizi ya nguvu kupita kiasi na kutaka uchunguzi huru kufanywa kuhusu vifo na majeruhi waliotokea wakati wa maandamano hayo. Hata hivyo, mashirika ya haki za binadamu yamekosoa vikali jinsi maafisa wa usalama walivyoshughulikia waandamanaji, yakisema na ushahidi wa matumizi ya nguvu kupita kiasi na kutaka uchunguzi huru kufanywa. Kwingineko ni kwa mashariki mwa jamhuri ya demokrasia ya Kongo. Kudhibitiwa kwa Goma na waasi wa M23 hivi karibuni kumeliingiza eneo hilo katika machafuko makubwa zaidi na kuzidisha hali ambayo tayari ilikuwa moja ya shida kubwa zaidi za watu kuhama makazi. Lakini kwa mamia wanawake wanaolia watoto waliozaa na kisha kuachwa na walinda amani wa Umoja wa Mataifa, kudorora kwa usalama kumefanya maisha kuwa magumu hata zaidi. Mwandishi wa BBC ya Nwafula alikutana kwa mara ya kwanza na baadhi ya wanawake hao kabla ya kuanguka kwa Goma. Jamhuri mwa Vyumbu anaelezea taarifa hiyo di, di, di, di. Mtoto huyu mwenye umri wa miaka kumi na mbili ambaye katika taarifa hii tumempa jina Dimitri anacheza na mnyama mdogo anayefanana na sungura ambaye anamfuga yeye. Na mamake wanaishi katika nyumba ambayo sehemu kubwa ni mabati tu, ndipo sandani walimo, mna joto sana, lakini anahimili anasita kwenda kucheza nje na watoto wenzake. Anasema huwa wanamchokoza kwa vile rangi ya ngozi yake ni tofauti nao na nywele zake ni za singa. Ni kwamba mamake ni Mwafrika na babake ni Mzungu, na watoto kama yeye wanapata changamoto za kibaguzi katika sehemu wanakoishi. Mm -hmm. utiliku na majina tukuna valya Mamake bi kamate Bibiche anasema babake Dimitri ni Mrusi, alikuwa anahudumu nchini Kongo kama mwanajeshi katika kikosi cha walinda amani MONUSCO. Hapa Bibiche ameshikilia picha iliyochakaa akiwa yeye na huyo aliyekuwa mpenzi wake wakati huo, anaitazama kwa hisia tele, kwani hawako tena pamoja, hawana mahusiano tangu aliporudi kwao, wakati muda wake wa kuhudumu ulipokamilika. Ni kwamba aliondoka bila kutazama nyuma, kuangazia matokeo ya maisha yao walipokuwa pamoja huko Kongo. We were together for three months. Uhusiano wetu ulidumu miezi mitatu tu. Wakati akiondoka, nilikuwa na ujauzito. Hadi leo hajali hata kumtafuta mwanawe. Aliondoka bila hata kuaga, inauma sana. It pains me very much kwa muda wa miaka mingi jeshi la Kongo limekuwa katika mapigano na makundi kadhaa ya waasi, hasa huko mashariki mwa nchi hiyo. Kuna zaidi ya makundi mia mbili ya waasi waliojihami, wote wakitaka udhibiti wa maeneo yaliyo na ukwasi mkubwa wa madini muhimu. Mojawapo ya mashirika yaliyokuja kuunga mkono upande wa serikali ni Umoja wa Mataifa, waliopeleka vikosi vya walinda amani nchini Kongo, Monusco ambao wamekuwa nchini humo tangu 2010. Lakini pia kando kwengineko, mahusiano kama haya yalikuwa ya kishamiri. Wakati nikuona alikuwa nipatia matumaini huyu naye tunamuita Mari. Alikuwa umri wa miaka kumi na saba tu alipokutana na mwanajeshi kutoka Afrika Kusini hapo elfu mbili kumi na sita na kuanza naye uhusiano wa kimapenzi. Mwanajeshi huyo wa Afrika Kusini pia alikuwa Kongo kama sehemu ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa. Aliniacha nikiwa na mtoto wa mwezi mmoja tu kuwa angeniletea hela baada ya wiki moja, lakini kisha sikumpata tena kwenye simu. Yaani hapo ndio ilikuwa mara ya mwisho kuongea naye. Kulea mtoto peke yangu ni kazi ngumu sana, napitia yes, shida na nyingi sana hata sitaki kukumbuka. So right, huku akina mama kama bibi na Mari wakiwa wameamua kulea watoto wao kwa upendo, wengine waliokumbwa na hali zinazofanana na hizo walitelekeza vizazi vyao. Waliobahatika wamepata hifadhi katika vituo vya kulea watoto yes. Bila shaka namni, ni taarifa yake Ian Wafula ikiwasilishwa na Jamhuri mwa Vyombo. Na sasa, msikilizaji, tuelekee viwanjani naye Phyllis Motee. Namna, tunaanza na michuano ya klabu ya kombe la dunia ambapo klabu ya Brazil ya Fluminense imewashtua Inter Milan baada ya kuachabaga mabao mawili kwa sufuri na hivyo kufikia robo fainali ya michuano hiyo. Mechi hiyo ilichezwa mbele ya mashabiki wachache sana, elfu ishirini pekee kwenye uwanja wa benki ya Marekani ulio na uwezo wa kuchukua zaidi ya mashabiki zaidi ya elfu sabini na nne huko Charlotte. Fluminense sasa watachuana na aidha Al Hilal au Manchester City ambao wanakipiga hivi sasa ambapo wako sare ya mabao mawili kwa mawili. Na tukisalia tu kwenye soka, inasemekana kwamba klabu ya Brentford iko kwenye mazungumzo ya mara kwa mara na mshambuliaji Brian Mbeumo na huenda akastalia kuchezea klabu hiyo. Mbeumo ambaye ni raia wa Cameron anasakwa na Manchester United kwa hamu na gamu, ambao kufikia sasa ofa mbili za kumnunua tayari zimekataliwa, ya pili ikiwa na thamani ya hadi pauni milioni sitini na mbili. Mbeumo aliye na umri wa miaka ishirini na tano anataka kujiunga na United na anasema ameweka hilo wazi kwa klabu yake ya Brentford. Wakati huo huo, nahodha Christian Nogard ako karibu kujiunga na Arsenal. BBC Sport ilifichua wiki iliyopita vilabu hivyo viwili vya Premier League vilikubaliana ada inayoaminika kuwa ya hadi pauni milioni kumi na tano pamoja na nyongeza kwa kiungo huyo wa Denmark. Na sasa kwenye tenisi, mashindano ya Wimbledon yalianza hapo jana na bingwa mara Carlos Alcaraz aliyepuka mshtuko dhidi ya mchezaji mkongo wa Italia Fabio Fognini na kufuatia ushindi wake, atakutana na mwingereza aliyefuzu Oliver Tarvet. Alcaraz alishinda kwa seti 7-5-6-2-6-1. Upande wa kinadada mwingereza nambari moja Emma Raducanu alipata ushindi wa kirahisi baada ya kumshinda Mimi Zou, seti 6-3, 6-3. Ni mara ya kwanza kwa Zou aliye na umri wa miaka 17 kushindana kwenye michuano hiyo ya Grand Slam. Sasa Raducanu sasa atachuana na Marketa Vandrusova kutoka Jamhuri ya Czech. Nikomee hapo kwa michezo hii leo, mimi ni Felix Mwateni.